Mmoja wa maprofesa wangu wa seminari niliyowapenda zaidi alikuwa akituambia darasani kwamba tulikuwa na watu maarufu wengi kanisani, lakini hatukuwa na watakatifu wa kutosha. Tukijaribu kutafuta watu waadilifu, mara nyingi tunagundua hawako kwenye mwangaza. Hakuna mwandishi wa habari anawahoji, hakuna kipindi cha mazungumzo kinachowatambulisha, hakuna sherehe ya utoaji tuzo ya kila mwaka kwa watu waadilifu. Ni nukuu nzuri, sivyo? Ikiwa hivyo, ikiwa hiyo ni kweli, na kwa hakika ni kweli, Nehemia hangewahi kuangaziwa, ingawa anastahili heshima kwa kweli. Anaendelea hapa katika jarida lake, tunachokiita kitabu cha Nehemia, akirekodi juhudi zake za kuifanya Yerusalemu kuwa salama, siyo tu kimwili, bali pia kiroho. Anatambua kwamba kuta zilizokamilika kuzunguka Yerusalemu sio swala pekee. Watu wa Yuda wanahitaji ulinzi wa kimwili, lakini pia wanahitaji ufufuo wa kiroho, na Nehemia atashughulikia sasa masuala yote mawili hapa katika sura ya saba na nane. Sasa suala la kwanza ambalo Nehemia anashughulikia ni urejesho wa kimwili wa watu wa Kiyahudi katika sura ya saba tunaambiwa hapa katika aya ya moja kwamba Nehemia anateua walinzi wa lango, waimbaji na Walawi. Sasa walinzi wa lango kawaida walikuwa wakilinda hekalu, lakini hapa wamepewa jukumu la kulinda kwenye malango ya mji. Unaona, malango ya Yerusalemu ni mazuri tu kadiri ya tabia ya walinzi wa lango. Nimesoma hivyo mara kadhaa Ukuta Mkuu wa China ulivamiwa na majeshi ya uvamizi si kwa kupanda kuta, bali kwa kuwahonga walinzi wa lango ili wawaruhusu kuingia. Kwa hivyo, Nehemia binafsi anateua walinzi hawa wa lango, na inaonekana waimbaji na walawi wanaohudumu hekaluni pia wataisaidia kulinda malango hapa. Sasa Nehemia anawapa jukumu la kiutawala kwa Yerusalemu, wanaume wawili ndugu yake Hanania na mtu mwingine anayeitwa Hanania. Sasa Hanania anafafanuliwa hapa katika mstari wa mbili kama mtu mwaminifu na mwenye kumcha Mungu. Sasa sikiliza hili, Nehemia hataki mtu maarufu, anahitaji mtu mwenye uadilifu, na hiyo ni somo muhimu, kwa njia, kwa kanisa hadi leo. Tunawateua wanaume kwa uongozi sio kwa sababu ya akaunti yao ya benki au wasifu wa kuvutia bali kwa sababu ya tabia yao ya kumcha Mungu. Moja Timotheo tatu na Tito moja inafafanua wazi. Sawa, hapa nyuma katika mstari wa tatu, Nehemia anawaagiza hawa wanaume wawili, msiache milango ya Yerusalemu ifunguliwe mpaka jua liwe kali. Kwa maneno mengine, ili kujilinda dhidi ya tishio la shambulio, milango hii inapaswa kufungwa hadi saa za asubuhi za marehemu, wakati jua liko juu na kali. Sasa mstari wa nne unafichua moja ya changamoto kubwa zinazowakabili watu wa Yerusalemu. Inasema ingawa mji ulikuwa mpana na mkubwa, watu ndani yake walikuwa wachache na hakuna nyumba zilizokuwa zimejengwa tena. Kwa hivyo Nehemia anaandika katika mstari wa tano, Mungu aliweka moyoni mwangu kuwakusanya wakuu na maafisa na watu ili waandikishwe kwa nasaba nilipata kitabu cha nasaba ya hao waliofika mwanzoni. Hii inamaanisha Nehemia anatafuta njia ya kujaza tena mji na Bwana anampa wazo la kuwasajili watu kulingana na nasaba yao, mti wao wa familia. Tazama, hii itaweka msingi kwa ajili ya kuchagua watu baadaye katika sura ya 11 ambapo watu kutoka Yuda watachaguliwa kuja na kuishi ndani ya kuta za mji wa Yerusalemu. Kitabu hiki ambacho Nehemia anakipata kinaelezewa hapa katika mstari wa tano kama kitabu cha nasaba ya wale waliofika mwanzoni. Hii ni rekodi ya wimbi la kwanza la watu waliorejea kutoka Uajemi chini ya Zerubabeli, na ilithibitisha kwamba walikuwa na asili safi ya Kiyahudi, na hivyo waliweza kuhamia tena ndani ya mji mkuu huu. Hilo lilikuwa hitaji. Sasa kuanzia mstari wa sita mpaka mwisho wa sura ya saba Nehemia anatupa majina ya nasaba hiyo kwa kweli, isipokuwa mistari ya sabini hadi sabini na mbili inarudia karibu neno kwa neno yaliyoandikwa nyuma katika sura ya pili ya kitabu cha Ezra. Tulishughulikia maudhui hayo wakati huo. Kwa hivyo Nehemia sasa yuko tayari kuanza mchakato wa kujaza tena mji wa Yerusalemu, lakini hilo lazima lisitishwe ili aweze kushughulikia suala jingine muhimu. Unaona, urejesho wa kimwili ni muhimu, lakini pia urejesho wa kiroho wa watu ni muhimu. Kwa hivyo, hapa katika sura ya nane, mkazo sasa unahamia kutoka ujenga upya hadi ufufuo, na Nehemia anajiondoa huku Ezra uhani akichukua nafasi mbele. Unaweza kukumbuka kwamba Ezra mtaalamu wa Biblia na kuhani alifika Yerusalemu miaka 13 kabla ya Nehemia. Kwa hivyo bado yupo amekuwa akiwafundisha watu wakati Nehemia akiongoza mradi wa ujenzi, lakini sasa, kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Nehemia, Ezra anachukua nafasi mbele ya kipaza sauti. Aya ya moja inatuambia kwamba watu wa Yuda wanakusanyika kwa idadi kubwa katika uwanja mbele ya lango la maji. Wiki moja iliyopita kuta zilikuwa zimekamilika, na sasa sikukuu ya tarumbeta inakwenda kuadhimishwa, na hii inaashiria mwaka mpya kwenye kalenda ya Israeli. Basi watu wanapokusanyika, wanamwomba Ezra asome kitabu cha sheria ya Musa. Kwao hiyo ndiyo Pentateuch, hicho ni vitabu vitano vya kwanza vya Agano la Kale. Kwa kweli walijenga jukwaa dogo la mbao kwa ajili ya Ezra kusimama na kufanya hivi anasoma maandiko mbele ya watu tunaambiwa hapa kuanzia asubuhi mapema hadi adhuhuri kulingana na aya ya tatu hiyo ni masaa sita na tunaambiwa hapa kwamba watu wanakuwa makini kwa kitabu cha sheria aya ya tano inasema walikuwa wamesimama muda wote sijui ni watu wangapi wangesikiliza mahubiri ya masaa sita wakiwa wamesimama, na nina uhakika sitaki kuhubiri mahubiri kwa masaa sita. Hivyo basi huu ni wakati wa ajabu wa uamsho. Inanikumbusha mikutano ya maombi ya usiku kucha ambayo huenda umewahi kuhudhuria. Ninaweza pia kusoma kuhusu mikutano hiyo katika historia ya kanisa ambayo ilikuwa na athari ya kushangaza kwa watu wa Mungu na kazi ya Mungu. Tunaambiwa kwamba Ezra anasaidiwa na kundi la Walawi Aya ya nane inasema hapa, ambao walisoma kutoka kitabu na kutoa maana ili watu waelewe kusoma. Hivyo basi, hapa kuna mpangilio. Walawi wanafuata usomaji wa maandiko kwa ufafanuzi wa kifungu hicho, na wanaelezea maana yake. Ni ufafanuzi mzuri wa kuhubiri kwa njia, usomaji wazi na kuhubiri na kufundisha maandiko. Inafanya adhari kubwa kwa watu hawa, na wako tayari zaidi kumfuata Mungu. Naam, tunaambiwa hapa katika aya ya kumi na mbili kwamba watu wote walikwenda njia zao kula na kunywa na kutuma sehemu na kufanya furaha kubwa, kwa sababu walielewa maneno yaliyotangazwa kwao. Kwa maneno mengine, ibada ya kuhubiri inaisha na wanapata chakula cha jioni hapa nje, na wote wanasherehekea na kula pamoja na kubadilishana zawadi kati yao, wanasherehekea wema wa Mungu. Naam, siku inayofuata watu wanarudi tena, na hii inathibitisha kwamba unajua sio tu mwitikio wa haraka wa kihisia. Mapema mstari wa kumi na tatu unatueleza viongozi wa nyumba za baba wa watu wote pamoja na makuhani na walawi wote walikuja pamoja kwa Ezra mwandishi ili kujifunza maneno ya sheria. Sasa, wanachogundua katika masomo yao ni kwamba wanahitaji kusherehekea sikukuu ya vibanda. Hii inamaanisha wataishi ndani ya vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa matawi, vibanda vidogo kwa siku saba. Na sikukuu hii iliwakumbusha uaminifu wa Mungu kwa baba zao ambao walisafiri kupitia jangwani walipotoka Misri. Kwa hiyo, wanasherehekea sikukuu na katika kila moja ya siku hizi saba wanasikiliza. Usomaji mahubiri ya neno la Mungu mondo. Labda unachohitaji leo rafiki yangu ni uamsho, aina hii ya kujitolea tena kwa neno la Mungu. Basi wacha nikutie moyo kufuata tu mfano huu. Watu wa kiyahudi walipata uamsho waliposikiliza neno la Mungu, wanashawishika na mahubiri na mafundisho ya ukweli wa neno la Mungu, kisha wanaamua kuwa wataitii neno la Mungu, ingawa kwao itamaanisha siku kadhaa za kutokuwa na raha ya kuishi katika kibanda kidogo, kwa kweli, kwa siku saba. Lakini walitii, na kwa hilo sasa wanajikuta wakipata furaha kuu. Na sisi pia, kila wakati tunapojitolea upya maisha yetu Bwana. Basi, kwa hayo tumemaliza muda wetu leo. Mpaka wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.